Binadamu Mkuu, mwanadamu mwenye nguvu zaidi ulimwenguni kote, anawakumbusha kwa mkazo wanadamu nafasi yao katika ulimwengu wa mtu huyu. Miongoni mwa viumbe vyote ambavyo amewahi kuumba, wanadamu ni kipenzi cha aliye mkuu zaidi. Kwa hivyo wanamiliki umiliki usio na kikomo wa ardhi yote, haki na kila kitu kingine duniani. Kwa hivyo ichukue hii kama fursa, kwa sababu kupitiliza kiasi ni kujipatia zaidi. Zaidi ya hayo, viumbe vingine vyote ni wasababishaji wa matatizo tu, wa kudharauliwa na wa kishetani katika ulimwengu wa mwanadamu. Ni muhimu kuweka shinikizo la juu kwa viumbe vingine vyote, ili kupata raha sana na umiliki wa ulimwengu wote. Hakika wanadamu ndio wamiliki halali wa dunia hii. Nadhani binadamu mkuu alikuwa akitumia lugha ya mafumbo aliposema kuwa binadamu ndiyo wamiliki halali wa dunia hii. Kiuhalisia, hiyo haiwezi kujumuisha na mwituni humu. Mwituni, mbweha ndio wamiliki halali wa msitu. Ama kwa hakika, ni wakati muwafaka wa kuwatafuta sungura washenzi na kuwafukuza humu mwituni. Oya Greg, hili ni eneo zuri sana la kujenga makazi. Naonaje? Pamekaa vizuri sana Sam, tutasafisha msitu na kuugeuza kuwa jiji zuri. Lakini hapa ni nyumbani kwangu. Mbali na hilo, usafishaji wa misitu husababisha uharibifu wa mazingira, na ninyi binadamu tayari mna miliki zaidi ya asilimia 90 ya ulimwengu huu kwa makazi yenu. Si kwamba mmeshapitiliza kiasi? Ndiyo, lakini kupitiliza kiasi ni kujipatia zaidi. Je, hujui hiloio? Nakubaliana pia na binadamu mkuu. Tena basi Tofauti na sungura washenzi, mimi ni mmoja wa washabiki wake wakubwa. Lakini ondoka hapa ewe kiumbe mwovu, hatujadiliani na wanyama. Jamani, nisaidieni. Kupitiliza kiasi ni kujipatia zaidi. Lakini nisaidieni, kiumbe mjanja huyu, eh? Anajaribu kutupa taarifa potofu kuhusu uharibifu wa mazingira. Endeleeni kusafisha msitu wote kwa ajili ya makazi ya watu. Wanadamu ndio wamiliki halali wa dunia hii na kupitiliza kiasi ni kujipatia zaidi.